Chama cha Ukombozi wa Umma kinachojinasibu kuwa na ilani iliyojengeka katika nguzo saba ikiwemo ya kuboresha maisha na ustawi wa jamii ya wa Watanzania, kimeendelea kunadi sera kupitia kwa mgombea wake urais Salum Mwalimu. Kuna watu leo nchi inapata uhuru, yeye anaambiwa mchakato wa barabara hii Nangurukuru, ni wazi tuko kwenye mchakato, watu wakistukia neno mchakato tunajua kwenye mikorosho huko na makaoko, ya korosho ishakuwa mbaya sijui tutaishije tunafahamu na ndio uzuri wa mbunge mimi ambao tunaishi wote hapa wananchi wamesomewa sera zilizopo katika ilani ya chama cha ukombozi wa umma iliyoeleza aina ya bunge litakalosimamiwa na chama endapo itaingia madarakani kwenye ilani yetu ukurasa wa kumi bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania CHAUMMA tunataka bunge la aina gani? Kwa sababu leo kule Dodoma kwa miaka mitano iliyopita, tumeshuhudia kwamba bunge limekuwa sehemu ya serikali, limeacha wajibu wake wa kuisimamia serikali, wa kuzungumza kwa niaba ya wananchi mchakato wa kampeni unaoweka pamoja wagombea wa nafasi za uongozi pamoja na wananchi ili kupata madiwani, wabunge, pamoja na rais atakayeongoza kwa miaka mitano. Emmanuel Kalemba, Azam News, Lindi.